Bwana Yesu asifiwe! Wangapi wana furaha asubuhi na sabato ya leo? Haleluya! Ninamshangilia Bwana kwa namna ambavyo naona watumishi wa Bwana wakiwa wametoka pande nyingi, pande nne za dunia, wakija kwa ajili ya kumtafuta bwana wao. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Ni fursa ya pekee sana, ni wakati mzuri ambao ni robo ya kwanza, sasa tunakwenda kuikamilisha kwa utukufu wa bwana kama si Bwana nani aseme? Kama asingekuwa Bwana ni nani angesema atashiriki ushirika mtakatifu robo ya kwanza? Ni yeye peke yake, jina la Bwana litukuzwe. Tutakuwa na tafakari fupi tunapoelekea kwenye program za ushiriki meza ya Bwana katika sabato ya leo, ushirika mtakatifu huu ambao ni makini kwa ajili ya kuisha makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya, yeye anakwenda ye, kuyafuta kabisa. Haleluya! dhambi ambazo zimetutesa na tunasema hizi haziwezekani, yeye ameshazisamehe. Tuwe na furaha na kushangilia, kwa sababu yeye ameahidi hayo. Ikiwa ni Machi 29, 2025 wengine mnaweza mkawa mmesahau hiyo tarehe. Ni muhimu sana, kwa sababu inatusaidia kuchora ramani yetu na kuona mkono wa Bwana ambao wameendelea kuwa pamoja nasi. Ninawashukuru waimbaji kwa namna ambavyo wametubariki amo, nao wamekuja kwa staili hiyo. Mnasemaje kwa ajili ya amo? Yes, wameanza kwa staili hiyo, wanakuja kwa hiyo. Wanawake pia, Mungu awabariki, ya kwamba yeye ni Mungu anayestahili katika maisha yetu yote.

Wa wakiuga wenye takausa Yesu mfalme wa ajabu, unayetupenda milele zote, jina lako litukuzwe. Tunakwenda kuyasikiliza maneno yako sasa. Nisionekane mimi, asionekane yeyote hapa, ukaonekane wewe katika maisha yetu katika Kristo Yesu. Amen. Makosa yanasahihishwa. Dhambi zinasamehewa. Na imani inathibitishwa. Makosa yanasahihishwa. Dhambi zinasamehewa. Na imani inathibitishwa. Nini kinasahihisha makosa yetu? Ni nini kinasahihisha makosa yetu ambayo tumekuwa tukiyatenda kila iitwapo leo? Nini kinafanya dhambi zisamehewe? Ni nini hicho? Ni nini kinathibitisha imani zetu asubuhi ya leo? Damu ya Yesu Kristo aliyomwagika pale msalabani inatosha kuyamaliza haya. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu pekee ya Yesu Kristo, ushirika mtakatifu, mwandaaji akiwa ni Mungu mwenyewe akileta kwetu, tufanye kwa utukufu na kuona ya kwamba yeye alifanya akaona, si yeye kukaa kama alivyo, akashuka tena alipoonekana naweza akawa akachukua utukufu wake akaachana nao, ili wewe na mimi tuletwe kwake. Haleluya, watu wa Mungu, ni ushirika mtakatifu, meza ya Bwana ambayo ndiyo inakwenda kuyafuta yote, ndiyo inaondoa makosa yetu, ndiyo dhambi zinasamehewa kabisa, hakuna hata moja inayobaki, na imani zetu zinathibitishwa kwa sababu ikiwa utakuja kwa imani na kusema ya kwamba Yesu nimeyatoa yote haya ili wewe ukaonekane katika maisha yetu, ni huduma makini kiasi gani hii tunayokwenda kushiriki asubuhi ya leo. Ni ushirika wa namna gani huu ambao unayafuta yote hayo? Ni nini siri ya huduma hii? Huduma ambayo vijana wa kiume na wa kike huduma ambayo wazee wa kiume na wa kike wanakuja wakiwa wamejazwa na utukufu, na Mungu mwenyewe akiwahudumia. Huduma hii ni takatifu, na hata wasiostahili hufanywa kustahili. Hata wasiostahili hufanywa kustahili, jambo la ajabu! Haleluya kanisa, wasiostahili wanafanywa kustahili. Wanaojiona wamekosa kabisa, haiwezekani, leo wanaitwa ili yeye awaone huduma ya meza ya Bwana hutuelekeza katika ujio wa Yesu Kristo. Tito akizungumza na watumishi wake, Tito 2 aya ya 13, anasema ujio wa Yesu Kristo ndio tumaini lenye baraka. Hakuna tumaini lingine zaidi ya hili. Ni tumaini la baraka, ni tukio takatifu na la furaha halipaswi kukimbiwa. Meza ya Bwana, ushirika mtakatifu haupaswi kukimbiwa kwa namna yoyote ile. Kwa nini? Naenda kuzungumza mambo matatu, baadaye tutakwenda kutawazana miguu. Mambo matatu muhimu: kwa nini ni takatifu, kwa nini ni ya furaha. Watu wengi tumeichukulia kishasikia, tokea mlango hatuagi msiondoke, washiriki ushaondoka Sikiliza, haipaswi kukimbiwa kupitia ushirika mtakatifu. Jambo la kwanza, tunapata mguso wa kiroho katikati ya kutawadhana na miguu, tunapata mguso wa kiroho haleluya kanisa. Mguso huo mguso huo unatupeleka kwenye kutoa msamaha kwa wanaotuudhi. Yapo mengi ambayo tumefanyiwa, na hata wengine tunasema kwenye hili hakika sitamsamehe, na hata nikimsamehe sitasahau. Yeye anatuita leo kupitia huduma hii tutoe msamaha kabisa, bila wa lolote. Haleluya! Kupitia huduma hii tumeitwa kupata ukubali. Wangapi wamekubaliwa hapa? Itakuwa swali gumu kulijibu, lakini kwa imani, ikiwa tutakuja kwa imani na kutoa kila kitu, tutapata ukubali, tutapata uhakika, tutapata mshikamano. Nirudie tena, tutapata msamaha, tutapata ukubali, tutapata uhakika na tutapata mshikamano na ishara zinazowakilisha mwili yani mkate usiotiwa chachu, na damu ya Yesu Kristo, yani divai na isiyochachuka, ni takatifu kama yeye mkombozi alivyo mtakatifu. Haleluya! ni takatifu na huwakilisha dhabihu isiyo na waa, dhabihu safi. Petro ya kwanza moja aya ya kumi na tisa neno la Bwana ninasema mwana kondoo asiye na ila wala, nasema neno la Mungu mwana kondoo asiye na ila wala wa, ndiye anayekwenda kuonekana asubuhi ya leo. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala si kwa dhahabu, lakini ni kwa damu ya Yesu Kristo bwana wetu. Haleluya! Jambo la pili, tunapokwenda kushiriki ushirika huu, Mungu anatuinua na kuachana na viburi. Dunia sasa imejawa na kiburi. Mwingine atasema nina hiki kwa hiyo naweza nikafanya chochote. Mungu ametuita tushushe viburi katika ibada ya leo Mungu ametuita tuache fitina katika ibada ya leo. Mungu ametuita tuache mafarakano katika ibada ya leo. Kujinua hakuna nafasi tena, kwa sababu tumemfahamu yeye. Katika ibada ya leo, Yesu wanapowatawaza miguu wanafunzi wake, wanaona ni jambo la ajabu kabisa. dunia nayo inaona jambo la ajabu kabisa kumnyenyekea. Mtu anasema wewe umekuwa mtumwa sasa. Yeye alichukua hiyo na zaidi ya hapo, ili atuite wewe ni nani? Usifate alichokifanya Yesu. Mimi ni nani? Ibada ya leo inatuelekeza kuachana na kiburi. Ibada ya leo inatuita tuachane na fitina zilizojaa katika ulimwengu wa sasa. Ibada ya leo inatusihi tuache kupenda makuu na ibada ya leo inatuisi inatusihi kuacha kujiinua. Maana tukiwa na mambo hayo moyoni, Kristo hayuko ndani yetu, hatuna ushirika naye. Tukiwa na mambo hayo Yesu atatukimbia, na hata hivyo, tutaonekana tunafanya vyema, lakini yeye hayupo. Tunafanya kama sisi jambo la tatu na la mwisho asubuhi ya leo, shirika mtakatifu ni ukumbusho ya jinsi mkombozi na mwokozi alivyonyenyekeza na namna alivyoona hawezi kushikamana na uungu wake. Soma pamoja nami wa Filipi mbili. Fungua biblia yako wewe unayefuatana nami mchana na asubuhi ya leo fungua pamoja nami Wafilipi 2 aya ya saba aya ya saba mpaka ya kumi na moja. Neno la Bwana linasema kianzia aya ya kwanza ambayo sitaweza kuingia pale, nitaanza aya ya saba. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, utukufu wanao, lakini akasema bili kidogo, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti wa shiriki? Ya namna gani washiriki, mauti ya msalaba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 si kitu isipokuwa namtafuta yule kijana ambaye yuko kule anamhitaji. Namtafuta yule binti, namtafuta yule baba ambaye ameikimbia familia, namtafuta yule kijana ambaye anasema muda bado wa kwenda kanisani waachie wazee. Namtafuta. Mungu anatuita asubuhi ya leo, Mungu anatuhitaji asubuhi ya leo ikiwa hatutaitikia wito wake, hatuna ushirika naye. Damu ya mafahari, damu ya beberu, damu ya mbuzi haikutosha, isipokuwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo, damu isiyo na aa waa wala makunyanzi. Napokwenda kukamilisha mwongozo wa kanisa tuwa, Mungu anasema aya ya 175 Mshiriki ambaye unapanga kukimbia, unaona hii ni wale, sio mimi, sikiliza maneno haya. Ngozo wa kanisa toleo la ishirini, sahihisho la 2022, aya ya 175 na 76. Neno la mtumishi wa Mungu anashauri haya, mtu yeyote, mtu wa namna gani? Washiriki mtu wa namna gani asiondoke kwenye ushirika mtakatifu ati kwa sababu kuna watu wasiostahili. Watu, tuna vipimo vyetu vya kibinadamu, ya kwamba ikiwa tasimama huyu, ikiwa tahudumu huyu, mimi naondoka. Ikiwa tasimamia ibada huyu, mimi ninaondoka. Mungu anasema mtu yeyote asiondoke kwenye ushirika mtakatifu ati kwa sababu kuna watu wasitostahili. Kila mwanafunzi anatakiwa kushiriki hadharani na hivyo kushuhudia kwamba anamkubali Kristo kama Mwokozi wake binafsi. Narudia tena hili, watu hawajasikia. Kila mwanafunzi anatakiwa kushiriki hadharani na hivyo kushuhudia kwamba namkubali Kristo kama Mwokozi wake binafsi. Ni katika miadi hii, ni katika ma, maagano haya, ni katika miadi hii Kiswahili hiki aliyoiweka yeye mwenyewe, ambapo Kristo hukutana na watu wake na kuwatia nguvu kwa kuwepo kwake. Mioyo na mikono isiyostahili inaweza kuhudumu katika huduma hiyo, lakini Kristo atakuwepo kuwahudumia watoto wake. Huo ndio uhakika niliyonao asubuhi ya leo ya kwamba Kristo yuko hapa kutuhudumia. Yupo binti mmoja amekuja akiwa na umwa. Yupo mama mmoja anasema mwili, naona sielewi kupitia huduma hii, natangaza kwa jina la Yesu, pokea uponyaji wote. Watakaokuja na imani iliyoelekezwa kwake watabarikiwa sana. Wote watakaopuuza matukio haya watapata hasara. Hao wanaweza kuambiwa mmekuwa safi lakini si nyote. Wote watakaopuuza matukio haya watapata hasara. Hao wanaweza kuambiwa mmekuwa safi, lakini si nyote. Mungu anatuita asubuhi ya leo. Wangapi wanasema wa Mungu? Kwa maelekezo haya huenda nilikuwa sijui huenda nilikuwa naona siku nyingine nitafanya, siku nyingine nitafanya, siku nyingine ah, kwa leo hapana, mambo hayajakaa sawa. Mungu anakuita leo, kesho sio yako. Haleluya! Ngapi wanasema Mungu tunapokwenda kuimba wimbo namba thelathini na tano Nimekombolewa na Yesu. Wanaosema Mungu tusaidie, Mungu tuwezeshe huduma hii siwe tu kaida za kibinadamu. Huduma hii ni wewe mwenyewe, tunakutana na wewe. Wewe mwenyewe unakuja kwenye mambo yetu, wewe mwenyewe unatuita kijana, njoo. Yapo mambo mengine hayapaswi kuam, kuambia jirani, upaswi kukusanya, njoo nikwambie, kuambia rafiki yangu, hupaswi kufanya hivyo. Jona Yesu leo kamwambie kupitia huduma hii yote yatamalizika kabisa. nimekombolewa na Yesu watu wa Mungu tunapokwenda kuimba tusimame kwa furaha tukiamini yeye mfalme anakwenda kusahihisha makosa yetu. anakwenda kusamehe na amesamehe dhambi zetu. anakwenda na tayari Imani zetu zimethibitishwa kwake, hatuna mwingine. Ikiwa yuko mtu anasema yupo Mungu mwingine, hayupo. Sasa ni yeye peke yake anapaswa kuabudiwa. Damu yake, damu yake ya thamani, damu yake. Mwili hauna dhambi yoyote, ulipata makovu. Wewe na mimi tuwe na ushujaa na ujasiri wa kusimama hata sasa a kinanda, nimekombolewa na Yesu, praise team wakituongoza, watu wa Mungu tukiimba kwa furaha. Tukio hili ni la furaha mno, tukio hili ni la kuleta mizigo yetu. Tukio hili halipaswi kuchukuliwa kwa namna ya kawaida. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, utukufu wake, ukuu wake uwe pamoja nanyi katika Kristo Yesu, amen.